Utaenda Lemuru, utateremka na Ivasha, utaenda Kikope, utafika Nakuru, utaenda Burnt Forest, mwisho utaingia Sugoi na utakuwa umeenda nyumbani. Ati anasema ati anasema ajui barabara ya kuenda nyumbani, ziedu ya barabara yake State House Kagemi baka baka, nikienda kumalizia nimetumwa na salamu, nimetumwa na salamu, nimetumwa na salamu. Mko tayari kupokea? iko jamaa mmoja mjeuri sana anaitwa Kemani Ishomwa. ananiambia niwasalimie. hamtaki salamu, hamtaki salamu, watu wana rada <laughs> one time, one time ya mwisho, si mimi niko pale bunge ya Nairobi mimi nawaomba huyu jamaa anaitwa Kamwaro ni mwanaume, leteni yeye tufanye kazi na yeye. Siapo ni sawa, siapo ni sawa. Na hapa na Narok Town mjipange vizuri, tukuwe na candidate moja wa chama ya wa chama ya sisi. Hatupendelei mtu, tunataka ule ataingia, ndiye atakuwa kiongozi wetu sisi. Wa siapo ni sawa one, one. asanteni sana tuko na mheshimiwa

Mingo Magara ambaye ni party leader wa Party, na na People's Democratic, vyama tatu Kenya National Congress, Kenya Social Congress na PDP tumeamua kuvunja zote tuingie kwa mrengo huu ambao pale Kenya inaenda. Wangapi wanijua pamoja na mimi? Wana ngapi wanajua pamoja na mimi? Nilisikia mwingine Hema, ya kwamba tukish, tukishindwa raundi hii tutafungwa milele. Ni mjinga kiasi gani? Unajua unafanya makosa na unaendelea kufanya ukafikiria tu ya kufunga, we shall tell you in broad daylight. Yani unafanya makosa na unasema utafungwa, itaisha. Hata kama ni miaka mbili tatu, kufungwa ni nini?